Katika kipindi cha Januari mpaka Machi mwaka 2025 TAKUKURU mkoa wa Manyara ilitembelea kata Dongobesh na kufanya kikao na wananchi ambao walibua kero mbalimbali ikiwemo sasa kero ya ukosefu wa gari la kubebea wagonjwa katika zahanati ya kata yao. Kero hii ilitatuliwa baada ya mawasiliano kufanyika baina ya TAKUKURU na wahusika, na tayari gari la kubebea wagonjwa limetengenezwa na linafanya kazi. Baada ya kero hii kupokelewa, TAKUKURU ulifanya ufuatiliaji wa kero hii na kuifikisha kwa wadau husika katika halmashauri wila ya wilaya ya Mbulu kwa ajili ya utatuzi. Vilevile vile mnamo tarehe 14 Machi mwaka 2025 ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Mbulu lifanya kikao cha mrejesho na wananchi wa kata Dongobesh na tayari, wa kata Dongobesh na walielezwa kama tayari gari la kubebea wagonjwa limetengenezwa lime, lime na lina, linafanya kazi na hivyo kupunguza hatari ya usalama na vifo kwa wagonjwa mm. Katika kutekeleza jukumu lake la uchunguzi, TAKUKURU imeweza kutoa kiasi cha shilingi kuokoa, kiasi cha shilingi milioni 307 800 na 829 <coughs> kama ifuatavyo shilingi laki mbili na sitini na tatu, mia mbili na ishirini na saba, mia tisa na hamsini, kutoka kwa wawekezaji waliopangisha katika hifadhi ya wanyamapori Burunge ambayo ni fedha ya kodi ya kupangisha katika hifadhi in, inayopaswa kuga, kugawanywa kwa vijiji vinavyohusika wawekezaji hawa walikwepa kodi, kulipa kodi hii kwa kipindi fulani, na TAKUKURU kupitia ofisi yake ya wilaya ya Babati ilifanya ufuatiliaji na hatimaye fedha hizo zililipwa. Katika mgawanyo wa fedha hizo shilingi milioni 307 shilingi milioni 43,854,950 ziliokolewa kutoka, kutokana na ushindi wa kesi saba zilizoamuriwa mahakamani, na watumiwa kutakiwa kurejesha fedha hizo zilizokuwa zimefanyiwa ubadhirifu, sambamba na urejeshaji wa fedha hizo urejeshaji huo, watumiwa wamehukumiwa muji kwa mujibu wa sheria kwa kila kosa. Kazi nyingine ambazo zimefanyika kwa kipindi cha Januari mpaka Machi ni kama ifuatavyo: tulifanya kazi ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo jumla ya miradi ya maendeleo 15 yenye thamani ya shilingi bilioni 9 milioni 850,931,362 ilifuatiliwa miradi hiyo ilihusu sekta ya maji, ujenzi na elimu. Katika ufuatiliaji huo, miradi mitano yenye thamani ya bilioni 5 laki 543 900 960 bilioni 5.5 ilibainika kuwa na mapungufu na hatua mbalimbali zimechukuliwa kukabiliana na mapungufu hayo. Lakini pia katika kipindi cha mwezi Machi, Januari Machi, tulifanya kazi ya elimu kwa umma katika kipindi tajwa elimu kwa umma ilitolewa kupitia mikutano ya hadhara ishirini na tatu semina thelathini na mbili, lakini pia tulifanya ufunguzi wa vilabu za wapinga rushwa sabini na tisa vipindi vya redio tulifanya saba, lakini utoaji wa habari tulifanya tano na maonyesho nne. Katika sehemu nyingine ya kazi zilizofanya kwa mwezi Machi na Januari Machi ni uchunguzi na mashtaka. Kwa upande wa uchunguzi ya mkoa wa Manyara imeweza kufanya yafuatayo tulipokea malalamiko 105 yalipokelewa, kati ya hayo 78 yalihusu rushwa na 27 yal, yal, yal, yal, yalikuwa hayahusu rushwa. Kesi 15, lakini zilifunguliwa mahakamani, ambapo kesi 8 zinaendelea zinaendelea mahakamani. Kesi kumi zimeamuriwa, na kesi kati ya hizo Jamhuri imeshinda kesi 8 na kesi mbili Jamhuri imeshindwa. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu.